Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa kuendelea kufuata mafundisho ambayo ninaposti kwenye, amba nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kichwa unaosema kwamba sababu mbili za gharika kutokea, sababu mbili za gharika kutokea. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya akafanyika msaada kwako, akafanyika baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Sababu mbili za gharika kutokea. Tunajua wote, tunajua habari za gharika ambayo ambayo ilitokea wakati wa Nuhu, ambapo wanadamu wote pamoja na viumbe wengine wengi waliangamia kwa gharika, waliangamia kwa maji. Lakini vyema tukajua nini kilichopelekea Mungu akaachilia gharika, akaachilia gharika kwa wanadamu kwa wanadamu wote waliokuwepo wakati ule isipokuwa Nuhu pamoja na familia yake na baadhi ya viumbe, baadhi ya viumbe wanyama ambao Nuhu alielekezwa kwamba wanyama hawa watenge kwa ajili ya kuendeleza uzazi. kwa tujue ni sababu zipi zilizopelekea gharika kutokea, na tutakapojua ni sababu zipi ambazo zilipelekea gharika kujua, pia tunaweza kujua ni namna gani ambayo tunatakiwa kuishi sasa, lakini pia tunajua pia ni kwenye nyakati tulizonazo nyakati za namna gani, wakati mwingine tunapoona matukio mengi yanatokea, kuna mengine nikiashiria kwamba tuko nyakati gani na tunatakiwa kuishije. Hakuna kitu ambacho kinatokea bila sababu, kila kitu kinatokea kwa sababu. Tunajua habari za Sodoma na Gomora jinsi ambavyo Mungu alivyofanya. Lakini kwanza litangulia hili gharika ambalo lilitokea kipindi cha Nuhu na katokea kipindi Sodoma na Gomora kipindi cha Abraham ambapo Abraham. Sodoma na Gomora ambako Lutu ambayo ni ndugu yake Abraham alikuwa anakaa, ilipigwa kiberiti. Lakini vyote hivyo vilitokea kwa sababu maalum. Kwa nini ilitokea? Kwa nini gharika ilitokea? Lakini pia kwa nini a, Sodoma na Gomora ilipigwa kiberiti? Kuna sababu, na sababu ya kwanza ni maovu. Sababu ya kwanza ni maovu. Maovu yalipozidi kwenye uso wa dunia, dhambi ilivyozidi kwenye uso wa dunia, kwenye uso wa dunia, na ndipo Mungu akaachilia gharika, akasema na Nuhu, ambaye alikuwa ni mwenye haki kwa wakati ule, alikuwa ni mtu ambaye anamwishia Mungu kwa wakati ule, ni mtu ambaye alikuwa na hofu ya Mungu kwa wakati ule, maovu yalipozidi maovu yalipozidi, Mungu aliachilia gharika ambalo lilifuta wanalilangamiza wanadamu wote na viu na wanyama wengine wote, isipokuwa wale ambao Mungu alimuelekeza Nuhu kwamba hao watenge wawili wawili, kwa ajili ya kuendeleza uzao, kwamba baada wa baada ya gharika maisha yanabidi yaendelee, na uzao wa wanyama yanabidi uendelee ya kwa maovu yalipozidi, chini ya uso wa dunia dhambi ilipozidi, na ndivyo ambavyo Mungu akaachilia gharika. Tunaposoma kwenye Mwanzo s Mwanzo sit Mwanzo sita, sita, sita mstari wa tano: sasa Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusuda analowaza ni baya tu kwa maovu yalikuwa ni makubwa duniani. Hasa Bwana akaona ya kuwa maovu maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza ni baya tu. Kwa kizazi kile kilikuwa kimejaa maovu, kila mtu alilokuwa naliwaza ni baya tu, ni ovu tu. Akasema mimi sitashindana na mwanadamu sasa nitamfutilia mbali mwanadamu pamoja na wanyama nitafutilia mbali ili aanze na moja. Ili aanze na moja. Na na moja, ndio maana tunaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo maandiko yasema kwenye kutenda haki nazidi kutenda haki. Tunajua tuko kwenye nyakati ambapo maovu yanazidi kuongezeka. Kuna mambo ambayo tulikuwa tuja hatuyasikii, sasa tunaanza tunaanza kuyasikii kusikia habari ya ndoa za jinsia moja wanaume kwa wanaume wanaoana, wanawake kwa wanawake wanaoana, na imefika mbali zaidi kiasi kwamba mpaka hata mchungaji, hata wachungaji, majambo lililotokea Uingereza kwamba mchungaji ameoa mwanaume, mchungaji mwanaume ameoa mwanaume na anaendelea kuchunga kanisa, na watu ambao wana wanataka wana, wana jinsia moja zinazofanana, mume na mume, wanapigania haki zao kwamba wapewe haki napewe haki na vipo vyombo ambavyo vipo ambavyo wanasema kwamba vyombo vya haki za binadamu, kwamba mtu ana, ana, ana, ana yuko huru kuoa yoyote kufanya chochote. Sasa hii ni dalili pia kwamba wakati wa kurudi Yesu kumekaribia. Sasa wakati wa kurudi Yesu kumekaribia, tunapoona maovu mengi yanaongezeka, mwanadamu kila naloliwaza ni baya tu mambo yanafanyika ambayo ya hawezi kuingia akilini, hawezi kuingia akilini. Mashoga wamekuwa wengi, wasagaji wanazidi kuongezeka, wanaume kwa wanaume wanazidi kwa wana, wanawake kwa wanawake wanazidi kwa wana, na wengine mpaka wanaona hata na, na wanyama na wengine naona na naumbu. Maovu haya sio kitu, sio kitu kipya, yalikuwepo kipindi cha kabla ya gharika. Mungu akaona kwamba maovu ya mwanadamu, maovu ya mwanadamu yamekuwa makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza ni, ni ubaya tu, kila kusudi analowaza ni ovu tu, ni ovu tu, anawaza moyoni wake mabaya tu. Akasema, mimi sasa sitashindana na mwanadamu, maana kila analowaza yeye ni baya tu, nitafutilia mbali mwanadamu pamoja na mnyama, nitafutilia mbali. Ndugu, tunapoona maovu yanazidi kuongezeka, unapoona maovu yanazidi kuongezeka, unapoona dhambi ambayo ilikuwa haizungumzwi siku za nyuma kwa kiwango ambacho inazungumzwa sasa, mpaka watu wanajaribu kupigania haki zao kwamba haki za mashoga ziweze kutambulika, haki za wasagaji ziweze kutambulika, na watu wanatetea kwa nguvu zote, ujue kwamba siku ya kuja mwana wa Adamu imekwisha ukaribie. Na mwenye kutenda, kutenda haki na azidi kutenda haki, na mwenye kujia kuishi maisha matakatifu na ishi kuazidi kuishi maisha matakatifu, maana Yesu anakaribia kurudi. Atarudi lini? Lakini viashiria tunaona viashiria. Maovu yalipoongezeka Mungu aliingilia kati. Mungu aliingilia kati. Mungu alifutilia mbali kile kizazi. Wewe mwenye kujitakasa na uzidi kujitakasa, wewe mwenye kutenda haki na uzidi kutenda haki. Tuko kwenye nyakati ambazo ni, ni nyakati za mwisho, nyakati za mwisho. Sasa mwingine atasema kwamba mbone hayo yamekuwa yakisema tangu siku nyingi. Kumbuka Petro anasema kwamba ni kweli tangu siku nyingi tulikuwa tunazungumza habari za kuja kwa, wengine wamesema kwamba ni uongo, wanasema Mungu hakawii kuitimiza ahadi yake ya kumleta Yesu kuja kulichukua kanisa kama wengine wanavyofikiri wanavyodhani, bali Mungu ni mvumilivu kwetu, maana apendi hata mmoja apotee bali kila mmoja aifikirie toba. Fikiria kama Yesu angekuja sasa, wewe ungeenda wapi? Angekuja sasa hivi, wewe ungeenda wapi? Yamkini ungekuwaje ana kama wale ambao waliangamia kwenye gharika. Mungu anataka kila mmoja hapo afikirie toba. Jehanamu sio kwa ajili yako, jehanamu ni kwa ajili ya shetani pamoja na malaika walioasi, pamoja na malaika walioasi. Kwa moja, sababu ya gharika kutokea ni kwa sababu ya maovu. Bwana akaona, Mungu akaona kwamba maovu ya mwanadamu yamekuwa makubwa na kwamba kila kusudi analowaza ndani ya moyo wake ni baya tu. Akasema, sitashindana na mwanadamu, nitamfutilia mbali mwanadamu namna, isipokuwa Nuhu akapata kibali machoni pa Mungu, pamoja na familia yake, watu nane tu. Watu nane tu ndio ambao walipona, na sio kwamba Nuhu, sio kwamba watu waliangamia, no. Nuhu alikuwa anawaambia, jamani, gharika linakuja Acheni dhambi, kama ambavyo leo tunawaambia tuna habari za Yesu, injili nahubiria, lakini bado unaona wahubiri kwamba ni wapuuzi, unaona kwamba anakupotezea muda. Miaka zaidi ya mia, Nuhu alikuwa anajenga safina, anawaambia kwamba kuna gharika, anakuambia kwamba kuna gharika. Naamini kwamba Nuhu alikuwa anahubiri injili, alikuwa anawaambia, alikuwa anawaambia habari za Mungu kwamba acheni hivi, acheni hivi. Wakamwona Nuhu mpuuzi kama ambavyo wewe wewe unavyoona wapuuzi watumishi wa Mungu wanavyokuambia habari za kuokoka. Moja ya sababu iliyopelekea gharika kutokea ni maovu. Maovu. Mabaya yalipoongezeka yalikuwa, yalikuwa ni makubwa duniani. Mwanadamu kila alikuwa na liwaza alikuwa ni baya tu. Ilikuwa ni baya tu. Mungu akasema nitagairi, sitashindana mwanadamu. Akaleta gharika, watu wakaangamia, wanyama wakaangamia, isipokuwa wale ambao Nuhu aliambiwa kwamba hawa watunze wawili wawili, kwa ajili ya kuendeleza uzao. Lakini sababu ya pili ni kufuta kizazi kilichopotoka, kufuta kizazi kilichopotoka. Hii ni kanuni tu ya kawaida, kamnataka kama nataka mbegu fulani isiendelee, mbegu fulani chafu isiendelee, nikiipoteze mbali. Kizazi kile kilikuwa kimepotoka, kizazi kile kilikuwa kimeharibika, kila kilichokuwa kinawaza ni baya tu, walikuwa na buni mambo ya mabaya tu, maovu tu. Mungu akasema, hiki ni kukifutilia mbali, nianze na mbegu mpya ambayo ina hofu ya Mungu. Watu walichokuwa na waza kila walichokuwa na waza ni kibaya tu, vitu walivyokuwa na waza ndani mwa, akasema hiki kizazi nabidi nikifutilie mbali. Kwa sababu ya pili ya ya gharika kutokea ni kufuta kizazi kilichopotoka. Je, unataka huo mmoja watu wakufutwa? Usikubali kupotea, usikubali kwenda jehanamu. Usione kwamba wahubiri wanaokuambia habari za Yesu kwamba ni wapuuzi, wanakupenda na Yesu anakupenda. Yesu apende upotee, Yesu apende upotee, bali Yesu anachotaka kila mmoja aifikirie toba, kila mmoja aifikirie toba. Sababu ya pili ya gharika kutokea ni kufuta kizazi kilichopotoka, na hii ni sababu mojawapo ya so, kwa wakati wa Sodoma na Gomora kilichopelekea Sodoma na Gomora wakapigwa kiberiti ni kwa sababu ya kufuta ule uharibifu, ile mbegu isije kaendelea kuzaliana, isije kaendelea kuzaliana. Ilikuwa ni kitu cha kawaida, mwanaume na mwanaume kuoana, ni mwanaume na mwanaume mwana kuoana, ilikuwa ni kitu cha kawaida. Na hata archaeologists wanasema kwamba mifupa iliyopatikana Sodoma na Gomora imeonekana kwamba wengine walikuwa wamelaliana wanaume kwa wanaume wamelaliana. Sababu za gharika kutokea, sababu ya kwanza ni maovu. Maovu yalipozidi kwenye uso wa dunia, maovu yetu makubwa, mwanadamu kila alichokana kiwaza ni ubaya tu, Mungu akasema sitashindana na mwanadamu tena, kaleta gharika. Lakini sababu ya pili ni kufuta kizazi kilichopotoka, ni kuifuta ile mbegu ambayo ilikuwa na inawaza ina mabaya tu, kila kusudi aliyokuwa na waza ndani mwa ni mabaya tu, ni baya tu. Akasema kwamba nitafutilia mbali nitafutilia mbali. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia kama unabarikiwa na mafundisho haya, washirikishe marafiki zako mafundisho haya mafundisho haya naamini na atafanyika msaada kwa watu wengi, na kama ukiwashirikisha marafiki zako, basi watu wengi wataweza kusaidika. Na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu, naamini kwamba mbarikiwa na mafundisho haya. Mungu akubariki amen.